Katika jiji la Kampala nchini Uganda, Martin Senkubuge anatumia sanaa ya kupaka rangi kupambana na unyanyapaa wa ugonjwa wa ngozi wa vitiligo. Ugonjwa huu ambao husababisha mabaka meupe kwenye ngozi haueleweki vyema kwenye maeneo mengi ya Uganda. Senkubuge anachora picha zenye uwezo mkubwa wa kubadilisha mitazamo na kuwapa sauti watu wanaoishi na vitiligo. Ninapoifanya kazi yangu na ichapishwe kwenye mtandao, kwenye mahojiano au katika majukwaa makubwa ulimwenguni, ni ukweli kwamba nimeeneza ujumbe chanya wa matumaini kuhusu umuhimu wao kujipenda, kujijali, na ujumbe huo huifikia mioyo tofauti na watu tofauti. Kwa watu wanaoishi na hali hii kama vile ayahisibwe alia Mwanzoni watu walidhani nina virusi vya UKIMWI kwa sababu ilianza kwenye midomo yangu. Hivyo ndivyo watu walivyofikiri mwanzoni. Kisha wengine wakafikiri labda nina saratani ya ngozi. Aina hii ya uwanaharakati harakati ni muhimu. Wakati mmoja Mota Isaac ambaye ameishi na ugonjwa wa vitiligo tangu mwaka elfu mbili na nane na aliwahi kutengwa na kulaumiwa kwa matatizo ya kifedha yanayoisibu familia yake. Lakini kupitia njia hii ya ubunifu ya sanaa, Martin anabadilisha simulizi hizi zenye madhara hatua kwa hatua. Michoro yake iliyo dhahiri kwenye maturubai inawaonyesha watu wenye vitiligo katika taswira tofauti wakihimiza kujikubali na kujumuishwa. Martin anautaka ulimwengu uendeleze uvumilivu zaidi na kukomesha unyanyapaa.